Nam, yapo masuala mbalimbali ya kufahamu kuhusiana na huduma za kibenki ambazo zimekuwa zikitolewa na NBC pamoja na maboresho mbalimbali ambayo benki hii imekuwa ikifanya ili kukurahisishia wewe mtumiaji katika uh, huduma mbalimbali mbali ambazo unapata. Tutafahamu kuhusiana na hayo pamoja na mengine mengi, tukiwa hapa studioni na maafisa kutoka NBC. Tunaye Salama Musa ambaye yeye ni mkuu wa idara ya huduma kwa wateja. Karibu sana Salama tunaye hapa pia Wilson Kuzi ambaye ni mkuu wa idara ya wateja wakubwa wa kimataifa. Karibu Wilson, lakini tunaye pia Mtima Malatu kutoka idara ya huduma za kibenki ya kidigitali. Karibu sana pamoja na <laughs> kutoka Mio. Azam. <laughs> <laughs> Karibuni sana nam, na tumemaliza tu wiki ya huduma kwa wateja uh, yapo mengi ambayo NBC imefanya pia hasa kwa wateja wao. Pengine Salama, tuanze kwako uh, kuhusiana na hili asante uh, sana Hilda. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Salama, mkuu um, wa idara ya huduma kwa wateja NBC. Yes, kwa wiki iliyopita ilikuwa ni wiki ya huduma kwa wateja lakini kwetu NBC hatuangalii wiki tu, huwa tunafanya mwezi wa huduma kwa wateja. Kwa kuna mambo mbalimbali kama benki tumefanya na tunaendelea kuyafanya, lakini kikubwa ni kuboresha huduma zetu za kibenki. Huduma za kibenki mbalimbali ambazo tumeboresha, kwanza tukiangalia mambo ya kidijitali, ndio maana tuna mwenzetu hapa kutoka NBC ambaye atazungumza zaidi kwenye mambo ya kidijitali, lakini pia kwenye presence yetu mm, yani tumeongeza mabranch tumeongeza wakala ambao mbalimbali kuhakikisha kwamba tunafikia wateja wetu. Kuna product mbalimbali mbali ambazo pia tumeziongeza kama benki pia tutaweza kuzizungumzia. mm -hmm. Kwa hayo machache tu, asante sana. Naam, NBC kwa mwaka huu ina simu yake yenyewe na ni kwa kiasi gani kwanza hilo ameweza kulifikisha kwa wateja? Simu yes, ya mwaka huu kwenye customer service week ilikuwa mission possible mm -hmm. kwamba yale yote ambayo wateja wetu wanahitaji katika benki tunaweza kuwahudumia. Katika mission possible kama nilivyoongelea kwa upande wetu NBC ni investment mbalimbali ambazo tumeweza kufanya especially kwenye maeneo ya kidigitali. Ukija kwetu NBC uwezekano wa kufungua account ukitumia NBC kiganjani utaweza kufungua account, lakini vile vile upatikanaji wa mikopo kwetu, uh, tumeweza kuweka pia kidigitali. Kwa hiyo kuna mambo mengi kama benki tumeweza kuwafanya kuhakikisha kwamba tunaweza kuwafikia wateja wetu kwa haraka zaidi. Na, na Wilson, kwa upande huo ukiwa unahudumia wateja hasa kimataifa, mmeweza uh, kuwafikia kwa namna gani? So NBC labda nianze tu kwa kusema, kabla tu ya wateja wakubwa wa kimataifa, pia tuna dili na wateja wa chini ambao ni wateja rejareja reja.

kuleta mfumo mpya wa malipo ambao tunaita NBC Connect ambao ni mfumo ambao uko integrated na mifumo ya kiserikali GPG, lakini mifumo ya kodi. Kwa hiyo tumewawezesha wateja kuweza kufanya miamala yao kwa uharaka na kwa wepesi, lakini vilevile wakiwa popote duniani hapa mm -hmm. Na kwa upande wa kidigitali pia yapo mengi ambayo wamefanya hasa maboresho aa, na huduma mpya umeziongeza, karibu tujuze. asante. asante. Uh, kwa upande wa kidigitali, cha kwanza sisi ni tumefanya huduma kuwa rahisi kwa mteja kuweza kuipata kwa urahisi uh, kwenye kiganjani yetu. Uh, mteja hahitaji kuwa na vocha kwa ajili ya kuipata kwa hiyo una uwezo wa kuingia bure. Uh, kingine uh, tumemrahisishia mteja pia kwenye kufanya malipo Uh, kwenye malipo yoyote ambayo yanahusiana na, na bili za malipo ya serikali au bili za kawaida kama mteja anahitaji kuongeza uh, umeme, maji, uh, kingamuzi kimeisha, labda Azam TV anataka kulipia chochote kinachoitwa bili kwetu sisi NBC ni bure, huwa tu atuchaji uh, kitu chochote kinachoitwa bili bii mm. Kwa tumemwekea hiyo mteja ili aweze kuipata kwa urahisi na aweze kufurahia huduma zetu za kiganjani naam moja kati ya huduma pia ambazo nimeona Awali ilikuwa ukitaka kulipa kwa lipa namba inakulazimu uhamishe fedha kutoka kama ni NBC kiganjani upeleke kwenye simu halafu ndio ulipie, lakini kwa sasa uh, NBC kiganjani moja kwa moja. yes, yes. hilo limewezekana. Yes, nawezekana, nawezekana kwa mitandao yote uh-huh. mm. Na hapo umezungumza experience, so kama mteja, kama mteja <laughs> <laughs> na tunakushukuru sana sana. Kingine ni moja kati ya vitu ambavyo binafsi nimefurahia, na kingine cha kukuongezea nimefurahi, kwanza kwamba ni mteja wetu NBC. Uh, so inapotokea unapotaka kuhamisha pesa kwa kutumia kiganjani mm, kutoka akaunti moja NBC kwenda akaunti nyingine NBC labda unataka kumlipa brother pale yeah. Basi hiyo eh, ni huduma ya bure, sisi hatuchaji eh, mm -hmm. Au, umetoa mfano wa kumlipa atadai bale ah, kumbe ni mfano ulikuwa mfano tu. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinarahisisha eh, ukaribu kati ya nyinyi watoa huduma na wateja wenu ni kitu anaita quick response eh, pale ambapo mteja anapata changamoto ama kuna jambo anahitaji kupata maelezo kutoka kwenu. Uh, sasa ni kwa kiasi gani mnawahakikishia wateja wenu, na kutokana na mifumo, namna ambavyo mmeimarisha, kwa sababu tumeona wana, wana struggle kwenye huduma nyingine kwenye e, benki nyingine mm-hmm. moja kati ya changamoto kubwa ni pale ambapo unawapigia wale watu alafu inachukua muda mrefu sana kuwapata. Nyie mnafanya nini kuhakikisha kwamba kunakuwa na hiyo e, instant ama quick response kunapokuwa na changamoto mbalimbali? Yes, kwa upande wa wateja wetu ukiacha contact center ambazo huwa yeah, inafanya kazi kwa hudumia wateja kwa haraka, wateja pia wanaweza wakatufikia normal, watufikia through social media. Wanaweza ukituma any query kwenye social media, unaweza ukaanza ukapata response kwa wateja, lakini vivyo tumejipanga kama Wilson alivyoongea kwa upande wa segmentation kwamba tuna wateja let's say wa private banking ambao wana relationship manager ambaye anamwangalia yule mteja. Yeah. Kwa hiyo kwa upande wa SME, wateja wakubwa, business banking, kila wateja wetu tumejipanga kwamba wana meneja maalumu wa kumhudumia. Kwa hiyo pale unapopata changamoto yoyote, uh, unaweza ukaenda kwenye contact center, unaweza kwenda kwenye social media, lakini kila kategori yetu ya mteja anamtoa, ana huduma maalum ambayo yupo, na vilevile upande wa corporate banking, kwa mfano tuna center maalum ambaye inahudumia wateja wakubwa, nao ni contact center special kwa ajili ya hmm, wateja wakubwa. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kuhudumia katika segment zote. Naona kama una shauku hivi ya ku kingine <laughs> <Mtima. laughs> uh, cha kuongezea uh, tuna desturi ya kuwapigia wateja wetu. yeye ndo mnawapigia? Yes, tukiona labda tupige kwa mteja ambaye ni mfanyaji mzuri wa miamala, halafu ikatokea ghafla, mnaona uh, uh, uh, amestop ame kufanya miamala mm, kwayo tunampigia kutaka kujua changamoto ni nini Inawezekana labda kuna kitu kina kinamtatiza anakuwa anashindwa ku, ku, kujihudumia mwenyewe, so tunampigia na tunakutana na, na, na, na response zingine za wateja kwamba alikuwa na changamoto hii, basi tunamwelekeza mm. Kwa changamoto hii unatakiwa ufanye hivi, ufanye hivi, kwa hii labda fika tawini, kwa hii tunaweza kuisorti tukiwa tunaongea kwenye simu, na wateja wetu wanatufurahia sana mm. mm. Kwingine tunapiga tunaambia tuna bwana watoa huduma wetu wanahudumia watu wengine, kwao endelea kusubiri pale. Nyie mnakuwa wakipekee kama mnapiga nyie wenyewe ndo mnawapigia wateja, maanake ni jambo zuri zaidi na katika kuwasaidia wateja, hasa kufikia malengo yao. Na kwa upande wa huduma, Wilson, ambazo mmekuwa mkizitoa, ni kwa vipi zimekuwa zikiwezesha katika hilo? Zinawezesha wateja wetu, kwanza, kwa wateja kwa ambao wanataka kupanua biashara zao, kwa hiyo tuna mikopo ambayo inawezesha kupanua biashara zao, lakini vile vile kwa mfano sasa hivi tumeenda katika sekta mbalimbali mbali. Kwenye kilimo tunawasaidia wakulima kwa kuanzia wakulima wadogo na kuna dirisha maalum ambayo benki kuu linawezesha benki kwa kutoa fedha ambazo riba yake ni ndogo, mm -hmm. Na sisi pia NBC tunaitumia hiyo, tunawezesha wakulima wadogo. Lakini kwenye kilimo vile vile tunawezesha wakulima wa kati na wakubwa na wale ambao wanachakata uh, yale mazao yani kuprocess, kuadd value kwa ajili ya ku ya kuexport uh, sekta zingine kwa mfano hata media telecommunications tunasaidia kwenye hizo sekta katika kuwawezesha kupanua biashara zao wigwa biashara zao, lakini vilevile vile kuenda mbele zaidi, sio tu Tanzania kama wateja ambao wanataka kuenda nchi mbalimbali mbali, tunawezesha kwa namna hiyo, lakini kuna kitu kikubwa sana ambacho tunakifanya sasa hivi tunaita value chain banking, ambayo hatukuangalii tu wewe kama kampuni au kama mteja, tunaangalia vilevile wale suppliers wako distributors wako wafanyakazi wako, kwa hiyo ni ile ecosystem yote ili kwamba we kampuni ujikite tu katika lile eneo lako la biashara lakini vitu vyako vingine vyote vinakuwa tekea na benki. mm -hmm. Naam, Salama, wakati unaelekea kumalizia, msisitizo um, gani ambao NBC unaweka hasa kupitia mwezi huu lakini tukikuwa uh, tunaelekea uh, pia kukamilisha mwaka uh, NBC imekuwa ikifanya mengi katika kipindi hiki? Yes, uh, kama nilivyozungumzia mwanzo kikubwa ni investment ambayo tumeweka kwenye technology kuhakikisha kwamba wateja wetu wanaweza kufanya miamala mbalimbali kutumia technology ambazo zipo, lakini ukiangalia pia kwa upande wetu wa staff wetu tunafanya training za kutosha kuhakikisha kwamba staff wetu wanaweza kuhudumia wateja wetu kwa uzuri zaidi, na wanaweza kujua product zetu za benki na kuweza kuwahudumia wateja. Hmm. Kwa yule ambaye bado hatu, hatu, hatumii NBC kiganjani, Mtima, um, unaombea hmm, nini ambacho anakosa uh, anakosa vitu vingi sana. Hmm. Uh, cha kwanza kabisa na kikubwa ni usalama wa pesa yako kwenye huduma yetu wa kiganjani. Sisi usalama ni ya kitu cha ambacho tumekiweka tumekipa kipaumbele cha kwanza. Uh, kingine ndio kama hizo huduma uh, za bure ambazo uh, akifanya miamala kwenye, kwenye taasisi zingine huwa wanamchaji. Kwa hiyo sisi, mm -hmm. sisi kwetu tunampa bure. Kwa hiyo uh, kitendo cha yeye kutokutumia, maanake anajinyima mwenyewe burudani. mm -hmm. Uh, kingine tuna uh, uh, huduma tuna, tuna ya salary advance ya ya kwa wale wanaopitisha mishahara au uh, wanapitisha uh, mishahara NBC. Unapotokea kuna changamoto, umepitia kuna uwezo waku kupata uh, ilo mkopo wa muda mfupi. So ni baadhi ya vitu ambavyo wateja wanakosa. Mimi kwangu ni msisitizo na kuwahimiza tu uh, wasichelewe. Uzuri, sasa hivi sio lazima ufike benki kufungua akaunti ya NBC. Unaweza ukadownload application yetu NBC kiganjani ukafungua akaunti hapo hapo ukajiunga hapo hapo na ukaendelea na huduma zingine za NBC ukafurahia vizuri kabisa. Asante sana Mtima Malatu, nakushukuru pia Salama Musa, asante kwako pia osonkuzi na karibuni tena wakati wengine. Asante, karibuni tena, asante. Wadhamini wetu wa ligi huu. Asante sana. shukrani <laughs> sana asante. Tunakamilisha hivyo